Zaidi kuombewa, tusisahau kuiombea nchi yetu. Tunapoiombea nchi hatumwombee mtu maalum awala watu maalum, tunawaombea Watanzania zaidi ya milioni 60. Tunapohubiri amani tunahubiri amani kwa maslahi ya nchi yetu, tunahubiri amani kwa sababu ndio mafundisho ya dini yetu. Sasa wale ambao wakisikia tunahubiri amani, povu linawatoka, wakidhani ya kuwa tunahubiri amani kwa maslahi ya kikundi fulani, watu fulani. Na kuulizeni haya mafundisho, hamyajui kwamba ndio mafundisho ya Qur'an? Kuiombea nchi amani na kila la kheri, mnatakaje sasa? na sasa hivi kuna staili, ukionekana unapaza sauti yako kusema amani, tuiombee nchi amani, uchaguzi uvuke salama, nchi hii Mungu aendelee kuilinda. Maneno mazuri hayana vumbi hata kidogo, wanatokea vidudu, mtu anakwambia njaa yule, njaa yule. Sasa mimi nauliza wanaotutuhumu sisi potekeleza wajibu wetu juu ya nchi yetu na kusoma aya za Qur'an kuhusu nchi yetu na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusu nchi yetu, wapi tunapokosea hivi? Anayetwita njaa aletwe hapa leo asimamishwe na sisi tuangaliwe, nani ataonekana ana njaa kidogo tu utaambiwa, umepewa bahasha. Mimi ninauliza swali, waandishi wa habari nisaidieni swali hili, mulisambaze dunia nzima, nikiwa kwa Sheikh Abbas, msikiti wa Mtoro. Na wale ambao wanaitakia nchi kila la shari, wanaoitakia nchi kila ubaya, nchi iharibike, ipasuke, kinuke, na wao wanapewa bahasha na nani? Ikiwa sisi tunaotetea nchi tunaonekana na nyinyi mnaokandamiza nchi mmepewa bahasha na nane. Namaliza, ni wahuni wachache tu wanaotusumbua katika nchi yetu, na kuna kauli ya wahuni iliwahi kutrendi kipindi cha nyuma. Leo naomba nimalize kwa kusema muhuni ni nani na wahuni ni kina nani, kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili kamusi ya BAKITA, toleo la pili, ukurasa wa mia sita sitini na nane. Sikiliza wasifu wa muhuni na ndipo nitakapoishia. BAKITA wanatuambia muhuni ni mtu ambaye tabia yake si nzuri, wanaotaka kupasua nchi. Tabia hiyo nzuri, mbaya, tabia mbaya. Wahuni ni mtu ambaye hajaoa au hajaolewa, kwa mujibu wa Bakita. Tafsiri ya mwisho muhuni, kwa mujibu wa Bakita, na Bakita ruhsa munikosoe ikiwa ni mwanuku vibaya, muhuni ni mtu asiyekuwa na mahali maalum pa kuishi. Amwajui wahuni ambao hawajulikani wanaishi wapi? Tanzania mguu mmoja, nchi za nje mguu mwingine mimi niseme wahuni ni wale wanaotaka kupasua nchi hii, kwa sababu pengine wana hati za kusafiria mbili mbili, pasipoti mbili mbili, nchi ikiharibika wanakwea pipa. Sijamtaja mtu jina, na utakayemwona ananipinga juu ya hotuba hii ujue ndo huyo huyo muhuni nimemgusa, kwa sababu sijamtaja mtu jina. Famanta yashuku fahuwa, yeye na mwenye kujishuku ndo huyo huyo.